Machifu watano waliotekwa nyara na wanamgambo wa al Shabab mapema mwezi Februari katika kaunti ya Mandera wameachiliwa huru. Kuachiliwa kwa kwao kumefuatia majadiliano ya takriban miezi miwili. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema watano hao waliachiliwa na kupokezwa serikali ya Kenya na watawasili nchini wakati wowote. Wa wili Lusigi na taarifa kamili. Imekuwa ni safari ya zaidi ya miezi miwili ya mazungumzo baina ya wazee, serikali ya kaunti na uwakilishi wa Alshabab kutoka nchini Somalia, baada ya machifu watano kutekwa nyara katika kaunti ya Mandera siku chache kabla ya Rais William Ruto kufanya ziara kaskazini mashariki wakati huo <mulia> Waziri wa Usalama Onesmus Kipchumba Murkomen akiweka bayana kuwa juhudi zilikuwa zimezaa matunda na watano hao wameachiliwa huru. Murkomen akisema machifu hao watano walikuwa kwenye mikono ya serikali ya Kenya tayari.

Born fruit. Serikali hata hivyo ikisema haitositisha vita dhidi ya magaidi na ni mengi yamekuwa yakiendelea kwa ukimya kutoka kwa serikali kupambana nao. Uh, we will be commending, uh, commenting further in future, in the near future, once our chiefs are within the country, and we'll give you even more updates on the progress and what we are doing. Uh, bado haijulikani ni makubaliano yepi yaliokuwepo kabla ya kuachiliwa kwa machifu hao. Willy Lusige, Runinga ya Citizen.